Kumekuwa na majibizano kwenye mitandao ya kijamii kati ya Wakenya na Watanzania baada ya kukamatwa na kuzuiliwa kwa wanaharakati Boniface Mwangi wa Kenya na Agatha Atuhaire wa Uganda nchini Tanzania. Kisha kuachiliwa, wanaenda kuleka michezo ya ajabu, wanachora mapicha si mazuri, kwa ajili ya kufanya bullying kwa rais wetu Samia Suluhu Hassan. Kama mjumbe wa kamati ya ulinzi na usalama, ninakataa na ninakemea kipendo hiki, kwa sababu hakikubaliki. Sisi Tanzania hatuna cha kujifunza Kenya, hatuna hata kimoja cha kujifunza. Tunawazidi siasa, tunawazidi akili, akili, tunawazidi kila kitu, tunataka tuambie, vijana wetu wamejengwa katika misingi ya baba zao, like father, like son. Tumewafundisha vijana wetu uzalendo. Karibu kwenye Politics and Conflict kupitia Highland Pulse Escapade. Mimi ni Chacha Munsiro na leo tunaangazia hali inayozidi kuchacha mitandaoni vita vya matusi kati ya Wakenya na Watanzania ambayo inatishia kuvuruga mahusiano ya kirafiki kati ya mataifa haya mawili jirani. Kilichoanza kama mzaha wa mtandaoni sasa kimegeuka kuwa shambulizi ya wazi, matusi ya kitaifa na kejeli zinazohatarisha umoja wa Afrika Mashariki. Swali ni moja: Je, vita hivi vya maneno kwenye mitandao vinaweza kuharibu uhusiano wa kidiplomasia uliojengwa kwa miongo kadhaa? So, um, anyway, Kenya na Tanzania zimekuwa na uhusiano wa karibu kwa miaka mingi kupitia biashara, usalama wa mipaka, utamaduni na maendeleo ya pamoja ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini leo teknolojia imeleta changamoto mpya, diplomasia ya kidijitali inayoendeshwa kwenye sehemu za maoni za TikTok, Twitter na Instagram badala ya mabunge na mabalozi. Matusi haya yamevuka mipaka ya utani, Wakenya wakikejeli Kiswahili cha Watanzania au miundombinu yao, Watanzania wakirudisha kwa kushambulia siasa au tabia za Wakenya Inaweza kuonekana kama utani, lakini maneno haya yanaacha makovu. Mitandaoni tunapokutana, tunaathiri namna tunavyoaminiana, na tukikosa kukemea, matokeo yatakuwa haya: kupotea kwa heshima kati ya raia, biashara na utalii kuvurugika kimya kimya, na kizazi kipya kukua bila mshikamo wa kikanda. Zaidi ya hapo fedheha za kidiplomasia hujitokeza pale serikali zinapolazimika kutoa majibu kuhusu maneno ambayo hazijachochea bali yamechochewa na hasira na kejeli za umma. Vita hivi vya mitandaoni si vya mzaha tena, vinaharibu msingi wa uhusiano wa ukweli, imani, heshima na mshikamano. Naomba jamani, tafadhali kwa mambo yanayoendelea kuta... Kati ya Tanzania na Kenya, kama kumtukana rais wetu kumzungumzia rais wetu vibaya, mi na nawaombeni radhi kwa wa Kenya, najua mmetushinda mambo mengi ya kiteknoloji ya kite, ya kite, nawaombeni radhi kwa rais wetu. Naomba tafadhali tusiendelee huko, kwa sababu sisi ni, ni majirani na ni marafiki. Tumekaa Kenya, tumekuwa wamoja. Kwa hili jambo la kudhalilisha viongozi, kusema kweli, kwa sisi wa Tanzania, hatuna hiyo tabia ya kumtukana rais wetu ama kumzungumza vibaya rais wetu, kwa sababu ndio kiongozi wetu, ndio rais wetu. Kwa nawaombeni wa Kenya tafadhali, hapa tulipofikia tuseme basi. Kenya na Tanzania si tu majirani, ni ndugu waliounganishwa na historia, lugha na mapambano ya pamoja, lakini hata ndugu huko sana wakikosa kuelewana. Swali ni hili, je, tutachagua umoja badala ya kiburi, Busara badala ya viral, heshma badala ya likes. Diplomasia ya kweli inaanzia kwenye vichwa vyetu na vidole vyetu, kabla haijafika kwa viongozi. Mimi wako Chacha Munsiro, na hiki kimekuwa kipindi cha Politics and Conflict kupitia Highland Pulse Escapade. Mpaka wakati mwingine, Endelea kuwa makini, mwenye heshima, na zaidi ya yote, mwenye moyo wa umoja.